Jamani, wote tunajua kwamba wazee ni watu wenye hekima na jambo analosema mzee mara nyingi ni la ukweli, kwa sababu ameishi. Achukui utafiti, achukui mambo ya watu wa Google, ni mambo ameyaona, ameyasikia muda mrefu, hata anavyoyasema anakuwa na uhakika nayo. Hebu msikilize huyo mzee, maana nikiongeaga mimi mnaona sio inapendelea, sio mnaona ni kijana mwenzenu. God, have mercy me. Hivi mm, hapa Tanzania ni kabila gani ambalo wanakiri sana na wana hela yani, kuzungumzia kwa hapa Tanzania? Wahaya, Wahaya, Wahaya. Eh, unajua eh. Wahaya wamejaa Mwanza eh, lakini hela za akifa Muhaya haziu Mwanza mm. Amna kaburi ya ya Muhaya Mwanza, wanapelekwa kwao.

Ametulia kichwa chake, anajibu mambo ya uhuru, anajibu mambo ya redi, anajibu mambo ya mkoroni, anajibu yani. Sasa na ametrend vizuri sana, na sasa leo ndiyo ameniachia kwamba anaachili, anajua kabila ambalo ndo kubwa ambalo inafanya mambo makubwa Tanzania. Huyo msikia wenyewe, sio mimi tena jamani, sio mimi mwenye wengi, yule mwenzangu aliyetuliza kichwa ndiye ameyasema haya.